Wenzangu nimewajia ushauri, na utaka nipe na mimi njia kwa hili lilonifika, kwa kilicho nipotea moyo, nini nasumbuka? Yamenidanganya macho kupenda siku tamani, nilimpenda mrembo kwenye moyo kanivuta. Ajaliwa maungo sura nayo kadhalika, tena mjuzi wa mambo, katoto nipata shika, kupenda siku tamani, yamenidanganya macho, kasoro iliyo kwake, inaumiza yakini kila alo mbele yake anatumia jamani, namba ya matendo yake hana stara machoni. Yamenidanganya macho, kupenda siku tamani, hata wepo nyumbani, hajali yupo na nani mbio hutoka bandani, hukimbilia njiani, imekuwa tafrani humu mwangu maishani. Yamenidanganya macho, kupenda siku tamani, hasa kwa dhake za ruba, walahi si mtamani, bora alivyo mwiba, asirudi tena ndani nimechoshwa nimeshiba na karaha za moyoni kupenda siku tamani yamenidanganya macho